Mlango wa kumi na sita. Katika mwaka wa 36 kutawala kwake Asa, Basha mfalme wa Israeli akapanda juu ya Yuda akaujenga Rama, ili asimwache mtu yeyote kutoka wala kuingia kwa Asa mfalme wa Yuda. Ndipo Asa akatoa fedha na dhahabu katika hazina za nyumba ya Bwana na nyumba ya mfalme, akampelekea Ben-hadadi mfalme wa Shamu aliyekaa Dameski, akasema kwangu na kwako naliwe agano kama lilivyokuwa kwa baba yangu na baba yako. Angalia, nimekuletea fedha na dhahabu; basi uvunje agano lako na Baasha mfalme wa Israeli ili aniondokee mimi. Naye Ben Hadadi akamsikiliza mfalme Asa, akawapeleka maakida wa majeshi yake juu ya miji ya Israeli, wakapiga Ioni na Dani na Abel Maimu na miji ya hazina yote ya Naftali. Ikawa Baasha aliposikia habari hiyo, akaacha kujenga Rama, akaikomesha kazi yake. Ndipo mfalme Asa akawatua Yuda wote, nao wakayachukua mawe ya Rama na miti yake aliyoijengea Baasha, naye akajenga kwa vitu hivyo Geba na Mispa. Wakati ule Hanani mwonaji akamwendea Asa mfalme wa Yuda, akamwambia, kwa kuwa umemtegemea mfalme wa Shamu wala hukumtegemea Bwana Mungu wako kwa hiyo limeokoka jeshi la mfalme wa Shamu mkononi mwako. Je, hawa Wakushi na Walubi hawakuwa jeshi kubwa mno wenye magari na wapanda farasi wengi sana? Lakini kwa kuwa ulimtegemea Bwana, aliwatia mkononi mwako. Kwa maana macho ya Bwana hukimbia kimbia duniani mote, ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa ajili ya hao waliokamilika moyo kuelekea kwake. Kwa hayo umetenda upumbavu, kwani tangu sasa utakuwa na vita. Ndipo Asa akamkasirikia monaji akamtia nyumbani mwa mkatale, maana amemkadhibikia kwa sababu ya neno hilo. Na Asa akawaonea baadhi ya watu wakati ule ule. Na tazama, mambo yake Asa ya kwanza na ya mwisho, angalia, yameandikwa katika kitabu cha wafalme wa Yuda na Israeli. Akashikwa Asa na ugonjwa wa miguu katika mwaka wa thelathini na kenda wa kumiliki kwake. Ugonjwa wake ukazidi sana, lakini hakumtafuta Bwana katika ugonjwa wake, bali waganga. Asa akalala na babaze akafa katika mwaka wa arobaini na mmoja wa kumiliki kwake, wakamzika katika makaburi yake mwenyewe aliyojichimbia katika mji wa Daudi, wakamlaza juu ya kitanda kilichojazwa manukato na kila namna ya machanganyiko ya hao mafundi wa dawa, wakamfukizia mafukizo makuu sana.